Kuna aina ya wanawake ni wepesi sana yaani, kwao kila kitu fresh, yaani kwao kuachia ni kitu rahisi mno, na hawa wanawake wanakuaga na vijisifa sifa fulani hivi ambavyo vinawafanya wao waweze kuwa wepesi na wanaume wengi, mara nyingi ndiko tunakokimbilia lakini, nikwambie brother, kuna wanawake ni wagumu kama mawe, yaani kuna wanawake ukisogea tu igo yako inaanza kukwambia eh, kilichokuleta hapa nini? Ila nisikilize kwa umakini ndugu, brother, hawa ndio wanawake ambao ni bora na ni bora zaidi, na katika mia utakuta mmoja. Yani ni wanawake ambaye akisha ingia katika tagati zako za kuwa naye lazima ukaze buti, ndugu yangu. Ni mimi Mr. Abdunnoor, karibu sana hapa. Tuna share idea za mahusiano, hapa tunajaribu kuliwazana, ili tuepushe maumivu yanayotokana na mahusiano, mwisho wa siku tusiweze kukata tamaa ya mahusiano. Kumbuka kusubscribe, kulike na kushare ili kijiji chetu kiweze kuwa kikubwa zaidi, ili tuweze kushare ideas na kujifunza zaidi. Anyways, sasa mwanamke huyu ni wa kipekee zaidi. Kwa kizungu tunasema a unique woman. Kwa nini? Kwa sababu ana sifa, miongoni mwa sifa ambazo nitazitaja zinazomfanya yeye kuwa unique, zinazomfanya yeye kuwa miongoni mwa wachache katika wengi. Sifa ya kwanza ni mwanamke asiye na shobo, ni mwanamke ambaye hagawi namba ovyo, ni mwanamke ambaye hana time na upuuzi. Wanaume wenye hela, wanaume mahensam, hana habari nao kabisa. Ana kitu kinaitwa self consciousness, yaani ni mwanamke ambaye she care at all. Ni mwanamke ambaye hana shobo na mambo ya ubeshi, hana shobo na mambo ya ushoga, anaona ni normal trends tu. She is smart and focused. Lakini sifa ya pili ni mwanamke ambaye ni work oriented. Yes, na kuchanganya lugha za watu but anyways, I will explain, nitaelezea. Ni mwanamke ambaye anapendelea kufanya kazi ambazo zitampeleka mbele kimaisha, sio mwanamke anayeamka anawaza selfie. anawaza social medias. Ni mwanamke anayeamka huku akiwa na anawaza productivity. Yani, ni mwanamke ambaye anaamka ana listi ya vitu vya kufanya, ni mwanamke ambaye anawaza kuzalisha majambo mbalimbali yatakayopeleka maisha yake mbele. Sifa ya tatu, huyu ni binti au ni mwanamke ambaye anajistiri, anajistiri katika ngeli mbili: ya kwanza katika mavazi, lakini pia hata katika kuzungumza. Huyu ni kiumbe fulani wa kike ambaye huwezi ukakaa ukaona maungo yake, ila pia ni mwanamke ambaye anazungumza pale anapohitajika kuzungumza. Ni mwanamke akizungumza, anazungumza maneno matamu tu, sio mwanamke wa kuzungumza matusi hata siku moja, sio mwanamke wa kutukanana, sio mwanamke wa kujibizana kwenye mitandao, wala sio mwanamke wa kuongea umbea. Ni mwanamke anaustiri mdomo wake vizuri hasa. Sifa ya nne: ni mwanamke hajishebedui. Hapa napo penyewe kuna neno, sio slay queen fulani hivi. Ni binti fulani ambaye hanenguinengui, siyo mwanamke ambaye ukimwangalia, anaanza kulegeza macho, sio mwanamke ambaye akitembea, anatikisa kiuno, anatikisa makalio. La, ni mwanamke ambaye ukimfesi, mara zote macho yake yatakuambia what do you want to tell me. Ni mwanamke ambaye akikuangalia anakuambia don't play with me. Yaani, huyu mwanamke akikuangalia utasema nimemkosea nini? Sio mwanamke ambaye ananengua nengua, sio mwanamke ambaye anajikanyaga kanyaga, anakuangalia tit for tat. Mwambie unachotaka kumwambia, be straight, atakujibu on the spot. Sifa ya tano ya kiumbe huyu huyu, binti huyu, mwanamke mara zote anakuwa ni anti social media. Ni nini hapa? Huwezi ukamkuta TikTok, huwezi ukamkuta Instagram, huwezi ukamkuta hata Facebook, na kama atakuwepo, anakuwa haspendi muda mrefu katika hizo social media, lakini pia huwezi ukakuta picha yake kule tena. Wanakuwaga majauri hao. Majauri katika namna gani? Unapomwhatsapp, unapommessenger, mara nyingi atatake time kukujibu, na kikujibu, anakujibu neno moja au anakujibu maneno mawili. Otherwise, it's business. Sifa ya sita. Mwanamke huyu ni kiumbe ambaye ni antisocial, ni kiumbe ambaye haingii katika shughuli za kijamii ambazo zina upuuzi ndani yake. Humkuti katika pati za usiku mwanamke huyu, humkuti katika kigoma mwanamke huyu, humkuti katika visherehe sherehe ambavyo vina msingi. Aisee, kuna wadada kila kukicha, yeye hata pati iwe wapi, yupo hata kigoma kiwe wapi yupo. Hayani, hata kisherehe kiwe ni cha ovyo ovyo birthday party sijui iko wapi yeye anaatendi, haijalishi na muhusu au haimuhusu, lakini huyu ni wa kipekee, haatendi shughuli kama hizo otherwise, otherwise ni sherehe ya ndoa otherwise, ni akika au ni sherehe ya kuzaliwa kwa mtoto, lakini pia inaweza ikawa ee, ni kitchen party sherehe ambazo zina E, zina akili ndani yake, sheria ambazo zina ustaarabu ndani yake ndo mara nyingi utamkuta na ndo mara nyingi watapata mchango wake. Sifa ya saba, aise aka kabinti ni anti love, mara nyingi kumkuta kwenye mahusiano Oh my God, hawa mabinti hawanaga mahusiano kabisa, yaani ukishamwingizia pigo za mapenzi tayari mnakosana. Ila to be honest huyu ndiye mwanamke ambaye unabidi kukoma naye koma naye, mfuata sheria zake, mfuata anachokitaka ukishampata. This is a gold on the desert. Sifa ya nane, I say huyu ni msomi ni msomi wa dunia na dini, anaijua dini yake vilivyo na anaijua dunia vilivyo, tena mara nyingine anakuwa ni binti au mwanamke ambaye unaweza ukajishaurisha kwako akakupa idea ambazo hukuwa kabisa lakini pia ni mwanamke ambaye anaweza akakuongoza katika dini. Sifa ya tisa, nafunga kazi, huyu binti ni kiwete. Yes, namaanisha kwamba binti huyu ni binti ambaye humkuti kuzurura hovyo, humkuti kwa mtu, humkuti kwenye kajumba ka mtu for no reason ni anakaa kwao au, au anakaa kwake kama tayari ameanza maisha. Yes, ise huyu ni dhahabu. Fanya ufanyavyo uingize jiko, utakuja kunishukuru baadaye. Na kama unapata ugumu kumpata ulisi, labda kutoa vihelahela ndo kumpata, kupeleka maua ndo kumpata, au kumwimbisha imbisha ukamwambia maswala ya mahusiano ndiyo kumpata, la tembelea katika video zangu, angalia video inayoonyesha njia muhimu tena bora zaidi za kumpata mwenza mke au mume mwema, kisha utajifunza kitu na itakuwa ni rahisi sana kumpata binti huyo. Ni mimi Abdunnoor, tukutane katika video ijayo.